Kapteni wa kikosi cha Kengold wakichomoza eh, na ushindi wa moja kwa sifuri. Kapteni, kwanza ongera, kwa mara ya kwanza mmecheza katika ardhi ya nyumbani. E, tunashukuru, tunashukuru Mungu, cha kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mchezo huu salama, hakuna injeri yoyote, vilevile tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutupatia hizi pointi tatu, maana zilikuwa ni muhimu sana katika uwanja wetu wa nyumbani, na ndio ilikuwa first time kabisa, kwa mara ya kwanza ndio tulikuwa tunauzindua uwanja wetu wa Chunya. Kwa hiyo Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kiukweli kabisa kwa ushindi wa leo. Tunawaahidi tu mashabiki waendelee kujitokeza kwa wingi, waendelee kutusupport sisi Kengold maana hii ndio timu yao. Kwa hiyo only only only tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pointi tatu muhimu leo katika uwanja wa nyumbani. Unizungumziaje pitch kwa mara ya kwanza mmecheza carpet? Ah, kiukweli uwanja ni mzuri, yani kwamba yani asije akatokea mtu akalalamikia kuhusu swala kuhusu swala uwanja. Pitch iko vizuri. Sisi wenyewe tumeona na tumeenjoy football kabisa yani. Tunawashukuru manispaa ya, ya, ya, ya wilaya ya Chunya kwa kuweza kutengenezea kiwanja kizuri kabisa chenye, chenye sifa zote. Tunawashukuru kwa hilo kwanza. Niwapongeze Kengold kwa kuibuka washindi katika mchezo wa leo. Mchezo ulikuwa ni mzuri, uh, wamepata goli la mapema na wameweza kuzuia. Uh, niwapongeze tu, ni mpira. Nadhani nitajipanga game ijayo tuweze kupata matokeo mazuri. Unaonaje ushindani wa ligi? Ndio kwanza imeanza biashara, wanasema asubuhi jioni, imesababisha ni kweli kabisa, si tutajipanga, kwa sababu hatukupanga kupoteza mchezo wa leo. Kama ulivyoona tumepata goli pia, lakini muamuzi ametafasiri kwamba sio goli, limekataliwa kwao. Tumekubaliana na matokeo ya leo, kwa hiyo tutajipanga tu mchezo ujao. Babila Sitembe, uh, halmashauri ya wilaya ya Chunya wanamiliki uwanja Kengold ndo maskani yao. Unaizungumziaje picha ambayo mmekwenda kuizindua nyinyi leo pamoja na Kengold katika mechi ya kwanza ya NBC Championship League? Uh, niseme tu uh, kwanza niwapongeze sana halmashauri ya Chunya kwa hicho walichokifanya, ni kitu kikubwa sana. Si pia tumekuja kwa mashaka tukao, tunajiuliza ni uwanja uko vipi, lakini tumefika hapa, kwa kweli uwanja ni mzuri na yani unachezeka kiukweli, ni uwanja mzuri ambao watajivunia hata timu zingine zikija zitaona. Na niwapongeze tu Kengold kwa sababu unapokuwa na uwanja wa nyumbani, kidogo inakuwa ni rahisi kwako kupata hata matokeo kwa hiyo niwapongeze na nasema asante. Okay, uh, kwa mara ya kwanza kabisa katika historia soka, uh, ya soka Almashauri ya wilaya Chunya, unachezwa mchezo wa ligi daraja la kwanza Tanzania Bara NBC Championship League, uh, wenyeji Ken Kengold wakiwa na Walika Stend United, chama la wana kutoka pale mkoani Shinyanga. Nipo na mkurugenzi mtendaji wa Almashauri ya wilaya ya Chunya, Tami Mkambona, atuambie kuhusiana na project ya uwanja huu leo, ikiwa mchezo umechezwa wa kwanza hapa kati ya Kengold dhidi eh, ya kikosi cha Stand United, nyasi bandia. Mkurugenzi, hongera kwanza. Asante sana. Uh, project hii tutarajie kukamilika lini? Uh, tumeona pichi tayari, mwendelezo wake upoje, mkurugenzi? Ya, kwa sasa nazoweza kusema ni kwamba sisi tunaendelea na zoezi la ujenzi wa uwanja hatujasimama. Kwa hiyo tumemaliza kama hii awamu ya kwanza ya kwa kuweka pichi ambapo imekamilika sasa na sasa, tumeshaleta ule uzio ambao unatakiwa kuzunguka kwenye uwanja ule utakaozunguka kwenye uwanja nao umeshafika. Atarajia baada ya mechi kesho au kesho kutwa, tutaanza sasa kuzungusha ule uwanja. Baada ya kukamilisha kuzungusha ule uzio, tunakwenda kutengeneza technical benches. Baada ya kutengeneza technical bench, lengo langu mimi sasa ni kuhakikisha tunaanza na jukwaa la watazamaji 500 watazamaji at least 500 waanze kukaa jukwani wakiwa wanaangalia mpira. Kwa hiyo tunatarajia muda si mrefu wananchi hawatakuwa wanazunguka hivi. Lakini project ya uwanja ni endelevu na imani tutakwenda nayo hata miaka mitatu, miwili mitatu mbele. Kwa maana tukishamaliza hata hizo kazi tunazosema, tunaenda kufunga ukuta wote, kuzunguka uwanja wote. Tunaenda kujengea kumaliza. Tukishamaliza hatua ya kujenga ukuta ni pamoja sambamba na kumaliza kazi ya kwenye lile jengo kwa maana wachezaji wanavoingia mule jengo la kubadilishia nguo kwae kuna facility zote ambazo zimeshakamilika kwa asilimia kama 95 ni kumalizia tu vidogo. Kwa hiyo, ni watoe wasiwasi wananchi wa wilaya ya Chunya kwamba uwanja huu sio wa maigizo, ni uwanja ambao unaenda kukamilika na unakamilika kwa muda mfupi. Hey, lengo, le, lengo mkurugenzi, ilikuwa ni uwanja wa michezo mbalimbali. Tumeona tayari mmeanza na uwanja wa mpira miguu yeah. Kuhusiana na michezo mingine, basketball volleyball, lipoje hili? Ni sahii ndio maana utaona uwanja umekuja upande huu. Ule upande mwingine kule, tunaenda kujenga. Kwanza tunatarajia kuwa na uwanja mdogo kama huu. Mwingine tena tunakuwa na kujenga uwanja wa basketball. Tunakwenda kujenga uwanja wa netball. Tunakwenda kujenga uwanja wa volleyball. Na ikiwezekana tukamilishe michezo ya watoto hapa, tunapokuwa Chunya, watoto weekend wapate sehemu ya kwenda kucheza na wao, siku za sikukuu watoto badala ya kujifungia majumbani kwao, na wazee wazazi wawalete uwanjani huku, wakacheze michezo mbalimbali ambayo tutakuwa tumeweka. Michezo ya kila aina tutaweka. Neno lako sasa kwa wadau mkurugenzi mtendaji. Tumeona leo um, idadi kubwa sana mashabiki ambao wamejitokeza kutazama mchezo wa Kengold dhidi ya Stend United. Neno lako sasa kwa wadau wa Chunya. Chunya ni moja kati ya wilaya ambayo inachimba sana madini. Neno langu kwa wadau ni kwamba tuendelee kushirikiana, wametupa sapoti kubwa na niwashukuru sana katika hilo. Kwa hiyo kubwa ni waombe pale tunapohitaji sapoti kutoka kwao tuendelee kusaidiana, kwa maana kwamba wote tunajenga Chunya yetu tujenge Chunya, tuitangaze Chunya, Chunya iendelee. Tunatarajia si Chunya inaenda kuwa tofauti na wilaya zote za mkoa wa Mbeya na ikiwezekana tutoke nje ya mkoa wa Mbeya na wilaya zingine zilizoko hapa Tanzania kwa sababu hata kumiliki uwanja kama huu kwa halmashauri ni, utaona uko Almashauri ya Kinondoni. Sawa. Kwa hiyo ukiachia Almashauri ya Kinondoni kuna Almashauri nyingine hakuna, hakuna. Kwa hiyo sisi ni vigogo, tunaenda kushindana na halmashauri kubwa Uh, mkurugenzi na mmiliki wa klabu ya Kengold Football Club Kenneth Mwakyusa Mwambungu, uh, yeye ndio mwenye wazo hili pia na kuishirikisha Almashauri. Mkurugenzi, kwanza hongera kwa hatua hii ya leo, mechi ya kwanza kucheza katika uwanja wa Almashauri, asante sana. Kabla ya yote nasema nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotufikisha siku ya leo. Niseme tu kama mimi mkurugenzi wa, wa timu ya Kengold nimefurahi sana. Nini nimefurahi? kwa sababu nimetimiza ndoto yangu nilikuwa ninataka ndoto yangu kuwa Wanachunya wapate burudani na tayari Wanachunya tayari wameshaanza kupata burudani. Nafikiri na nyinyi wenyewe mmeona umati mkubwa, hii ni mwanzo tu, ninaamini tu kabisa tu, Wanachunya huu uwanja mwisho utakuwa mdogo zaidi hapa. Mikakati ipoje sasa mkurugenzi? Uh, mechi zinachezwa nyumbani, msimu uh, uliopita timu ilicheza ligi kuu, imerudi ligi daraja la kwanza. Mikakati ipoje sasa, mechi za nyumbani unacheza hapa katika uwanja wa Chunya. Mikakati tumejipanga vizuri, tunataka turudi ligi kuu ili Simba na Yanga waweze kuingia na ili tujaze huu uwanja kabisa. Niseme tu nipende ku, kumshukuru mkurugenzi wa wilaya ya Chunya kwa kazi kubwa ambayo alioifanya, nafikiri mmeona eh, nafikiri kila siku tuna, kila siku tunaongea wadau wote tunaongea, na niseme tu niwashukuru na wadau wa Chunya kwa moyo wao waliojitoa, na nimshukuru mkuu wa wilaya kwa moyo wa kaka aliyojitoa mpaka tumefikia hatua hii. Si kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Anacheza na Stand United chama la wana katibu kubaja. Kwanza hongera uh, kwa uh, kushuhudia mchezo kwa mara ya kwanza ardhi ya Chunya, ardhi ambayo inapokea madini mengi sana. Mechi hii inapigwa hapa. Kwanza hongera ya wote kwa maana Chunya nzima na wanambea wote. Kwa kweli kama ulivyosema ni tukio la kihistoria kwa mara ya kwanza kabisa eh, tunaweza kucheza mpira katika ardhi ya Chunya na unakumbuka kwa mara ya kwanza miaka miwili iliyopita, au mwaka jana, e, timu ya Kengold ikaweka historia kuwa timu ya kwanza wilaya Chunya kucheza ligi kuu, na ndio timu ya kwanza kutambulisha wachezaji katikati ya msimu <laughs> <laughs> <Di kwe. laughs> na kufanya tamasha kubwa sana kwa kweli, ni jambo zuri kwa maana maendeleo, maendeleo, tukisema maendeleo ndio haya. Lakini lazima sisi kama mkoa, chama cha mkoa, lazima tuchukue nafasi hii kwanza kumpongeza mkuu wa mkoa mwenyewe na kuwapongeza wale wote ambao walianza na ili wazo kwa sababu lazima kuna mmoja alianza katika utawala uliopita katika wilaya ya Chunya, lakini baadaye mkuu wa wilaya ya Chunya ameendeleza, na mkurugenzi e, wilaya ya Chunya naye ameendeleza. Kwa kweli kongole kwao, lakini bila kumsahau mmiliki wa Kengold kwa sapoti yake kuhakikisha kwamba uwanja huu unakamilika. Uh, tumeona mechi zimechezwa hapa uh, nyinyi kama chama sasa mnawasapoti vipi uh, chama cha soka wilaya ya Chunya? Nyinyi ni baba sasa mkoa, mnawasapoti vipi kuhakikisha kwamba uwanja huu unakamilika kwenye hadhi inayotakiwa ya football? Sisi kama majukumu yetu, kwanza ni washauri wakubwa, ni washauri, eh, washauri. Ah, na sisi tuna idara zote pale katika mkoa eh, idara ya ufundi iko pale na inashauri siku zote. Kwa hiyo tuko nao karibu mpaka kufika hatua hii, tuko nao karibu hatua kwa hatua kwa hiyo ni mkoa, tunafahamu matatizo ya uwanja, we unafahamu sio, sio Mbeya tu. Tanzania nzima. Kwa hiyo vilabu vyetu tunaona sisi mkoa wa Mbeya tuna vilabu vikubwa viwili vya Premier League, ni mkoa mkubwa kisoka, ukiondoa Dar es Salaam inakuja Mbeya, na bado tuna tatizo la uwanja. Kwa hiyo hii ni fursa kwetu kuitumia. E, uko mbele, maana yake lazima tukicheza ligi kuu hapa kwa vilabu vyetu na Mbeya City ingawa na wenyewe na eneo lao, lakini kwa sasa, hatua ya kwanza tumeona Chunya kwao ni hatua nzuri, kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vingi zaidi ya hiki. Neno lako sasa, kwa wadau wa soka mkoa wa Mbeya, nyinyi ndio mnasimamia mpira mkoa wa Mbeya. Ah, maanake sasa hivi mechi hizi ambazo za championship zilikuwa zinachezwa hapa maanake wajitokeze kwa wingi kwa sababu Chunya ina kata zake nyingi, ina, ina wapenzi wa mpira wengi, na hata leo mwenyewe unaona hapa uwanjani na, na watu wametoka <laughs> mpaka shoga <laughs> e, wamefika hapa e, eh? katoto huko hey, sijui lupa, hmm, na, na kadhalika sisanganini sangawana watu hmm, wametoka huko na wengine wametoka Mbea Mbea mjini kwa hiyo ni, ni fursa ya kiuchumi uh, ukiangalia kule nje nje ya uwanja kila kitu kinaendelea kule, biashara mbalimbali zinaendelea. Naona watu wanakula nyama choma, wanakunywa vinywaji laini na eh, moto na baridi. Kwa hiyo ni fursa kwa wanachunya huko mbele, najua kabisa wafanyabiashara kwenye mahoteli watalala watu, mechi kubwa zikija, maana yake tunapata fursa katika mahoteli yetu, usafiri na, na, na, na, na mama ntilie kama tunavyoona huko nje.